Hapa ninayo mahari kama wali wa ndoa hii, nimeipokea na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alielekeza ndani ya Qurani wapi ipelekwe, alivyosema, wa atun nisa sadaqatihin nihla, wapeni wakina mama sadaka yao, ambayo ni zawadi, ndio inakusudiwa mahari yenyewe. Kwa hiyo tumeelezwa tuwape wale waolewaji, ambaye kaolewa zawadi yake Sadaka yake kama zawadi kutoka kwa mume wake inshallah. Kwa hiyo natumia mujibu huo. Katika jitihada za kuhimiza ndoa halali na kueneza elimu ya Uislamu, Makao Makuu ya Kiislamu nchini Burundi kupitia baraza pana la mashekh limeendelea kuwa kiunganishi cha Waislamu wanaotaka ndoa wa sahihi kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Leo tukio la ndoa limefanyika hapa COMIBU likiongozwa na Naibu Qadhi Sheikh Jamal Swaleh, likiwa somo kwa jamii kuhusu nafasi ya dini katika uhalali wa ndoa. Mahari imekabidhiwa, mashahidi wamehudhuria, na hadi za maisha zimewekwa kwa msingi wa dini. Bwana Abdullahi Jumanne, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mimi kwa majina naitwa Sheikh Jamal Swaleh naibu kadhi wa jamii ya Kiislamu Burundi. Ninaitumia fursa hii kwa ruhusa ambayo nimepewa na sheria, kukuposa binti kwa majina Munezero Riziki kwa mahari muliokubaliana. Umekubali? Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Mimi Abdillahi bin Juma nimekubali kumuoa Riziki Munezero kwa mahari tuliokubaliana, ndiyo nimekubali. Takbir. Takbir. Takbir. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Nasaha zimetolewa na viongozi wa dini wakihimiza umoja wa familia kujiepusha na ndoa zisizo halali na kuimarisha heshima ya mwanamke kwa kumpa haki yake ya mahari. Ni wajibu wa kila Mwislamu kuhakikisha ndoa yake imejengwa juu ya msingi wa dini na utulivu wa kijamii. Hapa ni makao makuu ya dini yetu tukufu ya Kiislamu nchini Burundi na upande huu ni upande wa mahakamatu lulia mahakama ya juu katika nchi ya Burundi ya sheria ya Kiislamu na Suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala manhaji salafi saleh. Tuseme mumemsikia, eh, naibu qadi amemweleza ya kwamba kwa mujibu wa kitabu na Sunna imeniruhusu nikupose na ninatoa idhni ya kukuposa min alan, je, unakubali? apo ina lbuyuta lati taraunaha, haya majumba zote tunayoyaona, tubna bisabr, yanajengeka ni kwa misingi za subira, watuzayanu bilafwi, yanapambika ni kwa kusameheana, watuamaru na yanaimarika bitaghaful kwa kuachiana baadhi ya mengine mengine. Nile parfait sur la terre, hakuna mkamilifu wa mia kwa mia. aina maana ya kwamba kusema hivi ndiyo dalili za vurugu, aina maana hiyo, lakini ina maana ya kwamba yale madogo madogo yanayolazimika kuyasamehe, kuyapuuzia. famin babil aula sababu fikra akili mitizamo ni sawa na nyele kichwani, kila mtu na zake. Sasa lakini hawa wawili inakuwa a plus 1 par d egal 1 haitodumu, hii moja na moja kuongeze na kuja moja, isipokuwa kwa kusameheana, kuhurumiana, kuvumiliana, kuheshimiana, kuhitajiana, kuthamanishana yale unayoyapenda wewe, basi ahbib li ghairihi, uyapendelee pia kwa mwenzio, na lile unalolichukia wewe pia lizuie na ulichukie pia kwa mwenzio. Wa ahsin kama tuhibbu an yuhsana ilaika, na ufanye mazuri kwa yale ambayo na wewe unapendelea pia ufanyiwe mazuri

za hovyo hovyo, sababu marji ni Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumbe hatutochukua muda, alikubali nini? Amekubali kuvumiliana, kustahamiliana, kuheshimiana, kuthamanishana na kumtunza kama rais wa, wa, wa nyumba yake na mkewe kuwa prime minister wa nyumba. Hawa watu wawili inakuwa ni juzun la yatajazza, moja isiyogawika. Ni lazima kuwe mshirikiano, kuwe lugha iliyokuwa nzuri, pawe adabu baina yao, na mme pia awe mathalu ladhi yuhtadha bihi, awe model, awe exemplaire. Ukihitaji adabu, anza adabu mwenyewe, maelewa. Alafu nimeeleza ya kwamba zawaji, ndoa imetangulia kuwa responsibility kabla haijakuwa kwenye chawa. Jua majukumu yako, jithibitishe kama mwanamme, itakupa heshima ndani ya nyumba. Lakini kama haujajua majukumu yako mwenyewe na kuwajibika kwenye majukumu zako mwenyewe, yakachukua asiyekuwa wajibu kwako, unaenda unajipokonya mwenyewe, pana kuja inqiradi, mmomonyoko, unaenda unapoteza hishma ala nusuru. Hayo kwa ufupi ni taujihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.